Hakuna siku iliyokuwa hatari duniani kama siku ya Krismasi. Hii ni siku ambayo mbele ya Mungu ni hatari kuliko siku zote, na uhatari wake Mwenyezi Mungu anasema imekaribia mbingu kuchanika-chanika na ardhi kupasuka pasuka na majabali yakapeperushwa, pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ana mtoto. Mwenyezi Mungu anasema, waqalu takhadha rrahmanu walada, wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo mtoto na yeye vile vile ana mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, hakika mmekuja na jambo la kukata maini, jambo la kuchukiza, jambo nzito sana hili. Uzito wake na hatari yake takadu samawati yatafattarna minu, imekaribia mbingu kuchanika chanika

hana udhaifu ambaye viumbe wako naye, labda anatafuta mtu wa kurithi mali yake au ambaye atamwonyesha njia akiwa ameshafika uzeeni. Hana aibu hizi ambaye viumbe wako nazo, in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda, viumbe vyote vitakuja mbele ya Mungu siku ya kiama vikiwa ni waja wa Mungu, watumwa wa Mungu. Hakuna kwamba huyu atakuja ni mtoto wa Mungu huyu, eh, ni rafiki yake Mungu anajuana na Mungu zaidi la kila mmoja. Atakuja akiwa ni waja na ni mtumwa wa Mungu. Kwa hivyo, hii ni siku hatari, ndugu zangu, ambayo sisi Waislamu tunafaa tukae mbali nayo, kama Saidna Umar alivyosema, kaeni mbali na sherehe za sikukuu za washirikina makafiri, sherehe zao za Krismasi, sherehe ya mwaka mpya Sherehe ya Pasaka, sherehe ya Diwali, hizi zote sisi Waislamu hatufai kusherehekea katika njia moja au nyingine. Na wewe Mwislamu, haufai kupokea zawadi ya mtu kama huyu katika siku hiyo, hufai kumpatia zawadi katika siku ya Krismasi, kama vile kumpatia maua ama kumpatia kadi ya Krismasi ama kumwambia baadhi ya maneno kwamba Merry Christmas. Haya yote yameharamishwa kwa sababu utakapomwambia au kupokea zawadi yake au ukampatia zawadi ya aina